vefwe vawevuye navakesya nani mulembe yeah, yeah. ese niye valanganga vali machacha machembe mapanga mapangulula yeah. nakhecha nano khupanga yeah. ne waulile nembangulula avandu avavo ese namala maboromoko mimi nisimama nawe ta nae wa wana wakenda navafochelo omwana wa baraza vali timasi barasa ba li, Eh, oh, yino you know, mutiti balomaloma lakini niyo wefwe tunapanga serikali saa hii, mwaulile bana befwe na napanga ngome head down na haja kukwena yahupasi, lakini vile nimefika hapa nataka tutengeneze Didimasi akwe kava na Bungoma. Wavi mikono ya Didimasi. Bana befwe ba Bungoma. Yeah. Vandu vechire vachurusi okhwama ekabuchai eh, eh, bama esirizia vavandu vano vavechanga vakhola vibyasara bi, vya sikalame, watu ya biashara ya sikalame wakwende kabisa kabisa. Na mbunge ya hapa nataka kumupatia warning, kama yeye anataka kupambana na Didimas tutaleta kijana barubaru baru. Anaitwa wazwa akuja apeleke ye nyumbani mara moja.